Kila kijana ana ndoto ya kazi na kipato na heshima katika jamii, ila wengi wao wanajiuliza zile fursa zipo wapi? Ilani ya CCM 2025-2030 inasema wazi, serikali itazalisha ajira zisizopungua milioni nane ndani ya miaka mitano. Nusu ya ajira hizi zitakuwa katika sekta rasmi, nusu katika ubunifu na uchumi wa kidijitali. Ili kufanikisha hayo, ilani inasema vijana watajengewa viwanda kila mkoa, na watapata mafunzo ya ufundi na ujuzi, na mikopo itatolewa kusaidia wabunifu ili kuanzisha biashara zao. Leo sio lazima kungojea ajira ofisini, ilani inakuwezesha kujiajiri, kuanzisha mradi au kuanzisha kazi kwa ajili ya watu wengine. Ajira milioni nane. Hii siyo ahadi tu, ila ni nafasi yangu, nafasi yako, na nafasi kwa watanzania wengine ili kujitegemea.